Pole sana rafiki yangu babu, sitaki kuamini kwamba walimwengu wabaya. Jambo ambalo tumelipanga kwa muda mrefu, kila mtu anashauku ya kutaka kushuhudia ndoa yako naenda vizuri, lakini nakuja kubadilika na kuharibika kwa siku moja, katika mazingira ambayo mwanadamu wowote hawezi kuamini. Shakila anachanganyikiwa, hapana Hiso sawa. Kipande, we ni ndugu yangu, tulianza urafiki na sasa umekuwa ndugu yangu. Hili jambo lazima nikufahamishe, ujue kuhusu mimi, ndugu yako. Nimekuwa nikipitia haya mambo kwa muda mrefu sana, ilikuwa yakijidijarudia kila ninachotaka kufanya ndugu yako, haya unayoyaona, haya yanajirudia. Umeshawahi kuiona indiketa ya gari ama pikipiki inavyowaka inazima, inawaka nazima? Ndio haya mambo anavyonitokea mimi. Nikijaribu hivi inatokea hivi, nikijaribu hivi inatokea hivi. uza -uza, ma... Situ, ni mauzauza, maruerue, sicho nafanya. toshe tu kusema pole sana babo mimi mwenyewe kwenye moyo mwe wangu, naniuma sana kukuona rafiki yangu kipenzi unapitia mapito kama haya magumu, lakini mimi naamini iko namna Mungu atafungua na chanzo na matatizo yote haya, ipo siku yatakuisha na kila kitu kitakuwa sawa. Ni kutoe tu wasiwasi, Mwenyezi Mungu akikupa changamoto lazima atakupa namna ya kutatua, kwa mimi naamini hizi changamoto itafika mahala zitakuisha, kitakuisha Mm. Ezenya katizozuni chozi linanidondoka, maneno yatoki kinywani. Ujue dunia imenikalia, ujue dunia inaniangalia vibaya, asi ujue dunia yangu imenikazia. Ah, ah. Na nayo Zapa? Hey. Hey. Oh, oh. Nzuri. Sijaendana nayo. Nzuri. Safi tu. Ongera um, na kazi mke wangu. Asante. Heru merudi mapema. Mungu, kilichotokea kwa kazini? Ngoja kwanza. Tafadhali, niniandalie chakula nah. Nile then tutazungumza. Ushaanza? kutwa nzima umeshinda na pili hapa, unatoka kunyambia japika. Nilisahau kukuambia toka asubuhi na, oh. na umwa pili hayuko sawa kabisa, kwa hiyo tafadhali, ingia jikoni niandalie kwanza chakula. Unanikosea bwana, serious, Mimi nimechoka yaani, alionikuta huko kazini najua mwenye alionikuta, alonikuta wefanya kupandisha tu kwa bonki kachukue chipsi uje ukae ule chips. Mimi nimechoka sivkna chochote kuacha tu nyumbani. It's so amazing. Kwa yote nayopitia ni mengi, najionea yaheri na supiria

Weji ulikuwa umelala, lakini vipi? Naandaa oh, chakula kwa ajili yako. Unaumwa lakini unaposa kupumzika. Hapana, kapumzike, acha niandae chakula.

Mi nadhani utanielewa, utanielewa kwa sababu hili jambo sio mara moja au mara mbili. Na wewe unajua, mimi nakosa amani, nashindwa kufanya mambo yangu. Kila jambo ninalotaka kulifanya halipigi hatua, halisogei. Nikitaka kufanya hiki kinatokea hiki, nitaka kufanya hiki kinatokea hiki. Wewe unaona ni sawa kweli? hikaona nisaaeli mimi kakako kuendelea kuishi kwenye maisha ya namna hii. Hata jamii yenyewe hainielewi. Mwisho wa siku watu wanaanza kukuona wewe ni kichaa lakini mimi nimetafakari sana kuhusu hili na nimeshamjua mbaya wangu. Umemjua mbaya wako ni nani? Mbaya wangu ni Suzi. Ah, makubwa. Hmm. Wewe umewezaje kujua jua haya yote? Suzi ndo anayefanya haya yote. Suzi tumeachana, lakini roho yake, moyoni mwake bado ananipenda, anataka kuwa na mimi muda wote, anataka aishi na mimi, yani, hataki kuona mi nafanya jambo, lakini pia anachukia maendeleo yangu kubwa. Kwa hiyo Waswahili wanasema mchawi mpe mwana ale. Mimi naenda kumchana, namfata nyumbani kwake. nisubiri hapa hapa na nakuletea maziwa sasa hivi na mimi naenda bila kakabu nisikilize, nakuja kabu, emsubiri kwanza. Lakini kaka kakabu, nisikilize, nakuja. Mimi namfuata. bila kaka Hevo subiri kwanza saabu oh. Yanatokea mengi, mengine ni mazito yasemeki, ya, ya kufurahisha, ya kuhuzunisha. Dunia yangu inaleta mengi, mengine ni mapenzi, labe meki yananitachabisha, haya hino dunia Hivi Suzi, unatafuta nini kwenye maisha yangu eh? Kwa, kwa nini unanifatafata kwanza? Nini tatizo wewe na mimi? Kuna shida gani tena kinaendelea kwa kati yetu eh? Kwa nini wewe unataka mimi niishi maisha haya ninayoishi? Kila ninachokifanya wewe unaamua kuniharibia mimi, mtoto mdogo, unakuwa mchawi. Kwa nini unanifanyia hivyo eh? Kwa nini unaniroga sasa? Nataka nikwambie ukweli, mimi sitaki kabisa unachokifanya, na nakijua kama wewe unajua uchawi wa juu, mimi naujua wa chini. umemaliza umemaliza na kuuliza nadiuza nimemaliza nini hivi mimi ni lini nilikufuata wewe nikakwambia turudiani au nikaonyeshe hisia juu yako ni lini naambia hiyo siku milioni ju hata kama hujawahi kuja kuniambia turudiane lakini unachokifanya mimi nakijua wewe hutaki kuona jambo langu lolote linaenda hutaki mimi niwe na mtu mwingine hutaki mimi una, kwa nini unanifanyia hivyo Nikitaka kufanya hivi, inaenda hivi. Nikisa mimi naona hayo mambo. Usinipigie kelele nyumbani kwangu. Nyumbani kwako? Usinipigie kelele unafanya wewe. Wewe. Toka nyumbani kwangu. Wewe unijui mimi, si ndio? Toka nyumbani kwangu. Mimi siogopi uchawi. Mimi siogopi kulogwa. Mimi siogopi uchawi. Ni wewe cha uchawi changamani. Kucha na kidogo tunakuwa kichawi. Sura mbaya kama umezaliwa nayo. Mshenga kubwa wewe. Usinipigie kelele sasa hivi. Acha maisha yangu. Acha kufuta futa maisha yangu. Nitakufanyia kitu kibaya. Kitu kibaya? Siogopi. Nishavuka huko, sawa. Nishavuka. Wewe unanijua mimi? Unanijua? Nikujue wewe nani kwa mfano? Nikujue wewe. Na Mhm. Mimi ni mtu mbaya kuliko unavyodhani wewe. Fanyia kitu kibaya kama utaendelea kufuatilia maisha yangu wewe. Piga. Piga. Piga. Piga. Wasi wasi mwanaume mwanaume ulo, ulotimia. Yani, sitaki kuzungumza sana. Unataka nikuonyeshe, ndio? Sasa nakwambia ukweli. Hii mara ya mwisho. Siongee, piga. Kama haraka. Mimi. Piga. Yaani, piga afu nikuonyeshe, ni ni ni so, kama uko nyumbani kwangu piga. Suzi, hii ni mara ya mwisho mimi kuja kwako. Sasa kama unajifanya mchawi, mimi nitakuroga mpaka utajua mimi mimi. Kamalize. Nenda. Mimi shaanza namaliza, toka na kimkokoteni chako bana. Sawa. Toka. Usinipigie kelele sasa hivi nyumbani kwangu mimi. Toka. Ah. i sana kupokea simu jamani, yaani yani yaani nimevurugwa, yaani. Ni nyumbani kwangu ananipigia kelele, eti, ananipigia kelele nyumbani kwangu, jamani jamani, yaani ah, yani, yani, hadi yani, kwenye mfumo wote wa leo. Basi kama kesho una muda au baadaye, yani kama ukitoka kwenye mzunguko yako, naomba upite tu nyumbani kuzungumzie kwa kweli. siko sawa Poa, basi baadaye, unachonipea kimekolea, nimenogea yani. Na unalewesha nakoba burudani nikiogoa leo nikuja kurekodi a nyimbo kwa ajili yako, anza naye mambo yako. Kweli? Yakon nasiamini kwanza unmini na kuamini vipi? Unapigwa zako zile zile tu, leo sipo. <laughs> no, kimasihara. Amini kwa Meshajua, ni michongo tu hapo, unipanga. <laughs> Mwisho wa siku leo. no, nipo serious, nataka ni rekodi. no, kweli? Na mimi nipo serious, sina kitu. No, bana, mimi nataka ni rekodi kweli, serious. Ndio kabisa, mm -hmm. kwa ajili yangu. Mm -hmm. Aya, jana usiku nilikupa nilikupa taarifa bila shaka ushaandaa viti Oh, nilikuandalia mapema sana. Oh, Hai. Hmm? Hmm? Kwa hiyo mwafaka wako wewe na yeye ni upi? Hakuna mwafaka kwa sababu ameshakuwa ex wako, ex wako. Hmm. Anapata wapi ujasiri wa kufata nyumbani kwako na kufanyia vurugu? Ni mwanaume kinganganizi ambaye hawezi kuachika kwa haraka. Yaani sio mwanaume kinganganizi bali makosa uliyoyafanya wewe ni kushare na mdogo wako. <laughs> Unataka kumaanisha nini baba? Hilo ndio kosa. Kuna wakati anahisi wewe ni Amina. Huenda ah, by the way ishatokea naye. Huendabaidha wee ndio ishatokea, nishaachana naye, nakshakuwakisiwangu, siwezi kurudiana naye tena. Kwao bwana wewe, msimamo unao wewe. Mimi hapa naondoka zangu, kuna mzigo wangu nainakufata huko. Utajua wewe unyoe ama usuke okay.

faytelekedch tu, kwa kwani nacheza hapa. Mke wangu, acho unachokifanya, tuende ndani nina hamna wewe. Tafadhali nisikilize, yes. Sichezi hapa. Sawa. Na hata nikivyacha, nani ataosha? Nataka tueleke ndani nikakuchosha baada ya hapo hii kazi nitakuja kuifanya mimi, utakuwa umepumzika. Hivyo mtu gani, lakini unajua kabisa pili yupo. Tangia asubuhi nimefua nimedeki, ndani naosha vyombo, sasa hivi ndo najileta, unasema kwamba niache. Unajua kama nimechoka? Unajua hiki ninachokiomba ni haki yangu ya ndoa na stahili kupata, lakini imekuwa ni struggle. Ni siku ngapi leo? Naomba nimalize kazi yangu. Tangulia ndani hapo. Mke wangu, mimi ni, ni binadamu. Uende basi kuna sehemu nilikokwaza naomba uniambie, nikuombe radhi. Nayopitia kimwili so mazuri sitaki nija kukukosea, na hii ni haki yangu, niwe ni mke wangu, dini na niruhusu tafadhali. Hebu usijifanye mtoto. Basi sawa, nimekwambia acha nimalizie na kuje ndani. Mbona napenda kuendekeza vitu? Mbona najichukulia kama mtoto wa miaka tisa? Mbona upo kama kuku, kitu gani lakini? Afu mbona sio mvumilivu?